Mm, na mjambo wa Kongomani wote wanaopatikana ndani ya Kongo na nje ya Kongo, na wataki afya njema na yenye baraka kubwa sana mali popote pale mlipo e, leo ni siku ya sita, tarehe kumi na tano mwezi wa tatu elfu mbili makumi mbili na tano Si mwingine mboto ya bato mwene batu bushiri egre mzee dola kubwa. Nina habari tu ambapo nataka kuhabarisha ndugu zangu wa Kongomani kulingana na mambo ya kazi ya ukombozi wa nchi yetu, ni shida kubwa sana. E, mambo ya, ya, ya vita naona wandugu zetu wanaopatikana Luvunge na eneo zingine wanaona Kamanyola tu, yaani hawaone fasi zingine, lakini najua kwamba habari tunayo sisi wote. Adui alipoona ya kwamba labda njia hii ya plani la Ruzizi ni njia ambapo kuna nguvu nyingi sana, adui alijipenyeza kwenda Rurambo kwenda Kaziba ili ajielekeze kwenda Minembwe. Sasa kwa leo nina habari ambapo nataka niwahabarishe wa ndugu zangu wa Kongomani. Cha kwanza nawaambia, ni lazima siku zinapokwenda kwa sasa na ndivyo habari na hali zitakwenda zinageuka za vita. Ufuatilie wewe mwenyewe tu, asubuhi, magharibi, utakuwa unapata mabadiliko ya hali ya vita. Nataka tu ni kuhabarisha ya kwamba e, kwa muda huu ambapo tunazungumza na nyinyi wa siku ya leo e, adui yule aliyokwenda Kaziba amepigwa, amepondwa vikali sana, na adui yule aliyokwenda Rurambo amepondwa vibaya sana. Kuanzia muda huu na saa hii, Rurambo Kaziba imekuwa mikononi mwa Wazalendo pamoja na serikali yetu ya FARDC. Nawashukuru sana ndugu wapendwa, na utakapopata habari hii umpashe mtu mwingine, na ikiwa utafuatilia ufuatilie. Hii ni habari kamili ambapo nakupa kwa sasa. Adui yule aliyojipenyeza kwenda kwenye njia za kujielekeza Minembwe aliyokuwa pale Rudambo na aliokuwa Kaziba mpaka sasa hayupo tena, amefagiwa vikali sana, na kazi inaendelea. Wafarasa wanasema tule sheme mena Rome: kila njia inafika Roma; ukienda njia ya Baraki inafika Roma; ukienda njia ya Gomi inafika Roma. Lengo letu sisi ni kwenda wapi? Kwenda Bukavu na Goma. Kwa hiyo wewe usione kama nyola, angalia kazi na usike kizi, kazi itakwenda kuendelea. Kazi ni, ni inaendelea tu vizuri hata kwa sasa vijana wanapatikana pale Walungu. Maelekezo tunaelekeza wapi? Tunaenda sisi Bukavu. Atuangalie kama nyola, ambapo tunaangalia wapi? Bukavu na, kama we macho yako ingali kama nyola, okay. lakini kazi inaendelea adui aliyokusumbua na aliyokupa wasiwasi ya kwamba njia ya Kaziba ni njia ambapo labda adui atajielekeza Minembu, atajielekeza Uvira nafasi zingine, kwa sasa adui yule hayupo. Asante na, na kushukuru mara tena ni dola huyu, dola huyu, habari pasha mtu mwingine. Asante sana. Hapa Rurambo ndio tulipigania na adui hapa, tulipigania na adui asubuhi asubuhi, kabisa kabi, kwanza asubuhi mpaka hey, sasa hivi yeah. Hey, lakini deja tumesha so, mtosha mweye maeneo yote hapa, sisi ndio tunabakia sasa hapa no, shampiga hapa kabisa na, napigwa saa mjinga hapa ishakimbia deja, ishakimbia kabisa kwenda adui sha kimbia mweye mtu maeneo.